Yo, mambo vipi mwana sawa sawa digital eh, bana utakuwa uko poa kabisa, lakini pia niko hapa kuwapa story kwa wale hasa mashabiki wa Marioo, Toto Badi moja kati ya wanamuziki ambao kwa kizazi cha sasa hivi kimekuwa ni kizazi ambacho kinamfuatilia sana Marioo watu wengi ambao wanakuwa wanaumizwa kwenye mapenzi dedication Marioo. Watu wengi wakitaka eh, afueni kidogo kwenye masuala mazima ya mahusiano dedication Marioo. Marioo amekuwa akiimba nyimbo sana za kulialia lakini pia za kuweza kujifariji sana hasa kwa dada wengi sana wamekuwa wakimtumia Marioo eh, kama tumaini lao kwa sababu ukiumizwa huku ukisikiliza nyimbo za Marioo basi unapata moto, lakini pia unakuwa sawa kabisa. Ni chumvi tu nakuongezea hapo, lakini kuna baadhi ya watu ambao pia ni kweli wanapitia hivyo. Lakini sasa Marioo ameweza kutangaza kwamba eh, kuweza kuachia nyimbo yake soon Alhamisi ya siku ya kesho, nikimaanisha kwamba ataachia goma lake jipya kabisa. Mara hii ni mara baada ya kuweza kupost kionjo katika eh, Instagram yake, alafu pia akaandika kwamba kwamba it's time, yani kwamba ni muda. Yani ni ni muda muda umefika sasa sasa wa kuweza kuachia goma jipya. Sasa watu wengi wamekuwa wakisubiri sana. Hivyo ndivyo trailer inaanza kwamba kwa maneno machache lakini yenye uzito sana, Mario ameweza ku, e, kuweza kushtua au ku, kuweza kuacha maswali mengi sana e, kwenye e, kwenye ukurasa wake wa Instagram mara baada ya kuweza e, kupost kipande cha clip afu then akaandika it's time. Yaani kwamba ni muda. Sasa post ya pili ambayo inaongeza mvuto zaidi ni video fupi ya e, vijana ambao wa mtaani walielekewa kwamba wakiweza ku study e, kwenye kwenye kwenye skateboards zile tunazoona Yes, wa kama wanacheza, cheza fulani hivi wakipita e, mitaa ya jiji kwa kiasi e, na msisimko e. Ukiangalia hiyo video clip ambayo nimekupitishia hapo utanielewa kile ambacho mbacho nakuwa nakimaanisha e, na sasa, kamera inawafuata hadi mmoja mmoja hapo ambapo amesimama na kuchoma bangi bango mfukoni, not bangi bana, zildadi nini hicho so, ni bango mfukoni na kuweza kubandika e, ukutani maneno ambayo yanasomeka starting over tarehe 17 Aprili eh, ya mwaka 2010 na, eh, uh, kumi na, mwaka 2025. Mwaka kumi na ngapi tena unaturudisha nyuma zilidadi. So tunakumbuka pia tarehe 17 hiyo hiyo ambayo ni siku ya kesho pia eh, Jux pia anaweza kufanya harusi yake ya kitamaduni kutokea huko nchini Nigeria. Mario naye anataka kutoa nyimbo. Hii ni kwa namna gani hivi? Mbona kama wanatuchanganya? So nini kitaondoka siku ya kesho? Nyimbo ya Mario au harusi ya Jux ndio itaongelewa siku ya kesho? Tuendelee kusubiri. Ni nini hasa eh, Mario album mpya, video mpya au ni kwa namna gani? Kila mmoja anajiuliza ni kwamba ni nyimbo ya kawaida tu au ni ni album ambayo inakuja. So tuendelee kuitegea masikio lakini pia kufuatilia platform zote za Marioo. Siku ya kesho ya Alhamisi ya tarehe 17 ya mwezi huu wa nne mwaka 2025 ni kitu gani Marioo ambacho amejipanga kutuletea sisi kama mashabiki, lakini pia sisi kama wafuasi wake ambao tunakuwa tunamfuatilia, lakini pia sisi kama sawa sawa digital tutakuwa sanjali na yeye moja kwa moja e, kutokea pale pale ambapo atakuwa ameachia, tutakuwa nasi kwenye mitandao yake ya kijamii karibu kabisa, ili kuweza kukupa habari kwako wewe mfuatiliaji wa Sawa Sawa Digital, usipitwe na chochote kwenye hili zilidadi kabisa. That's my name.